Jambo, msikilizaji wa radio, na karibu kusikiliza taarifa ya habari kwa lugha bora na sanifu la Kiswahili, taarifa ambayo inakujia toka studio. Matumaini yangu ni kwamba mzima wa afya hapo nyumbani, na ikiwa umeumwa basi toka studio tukupe pole. Taarifa hii ya jioni ya leo takujia nami, na kwanza huu ni muhtasari wa habari. Shirika la raia la wananchi Sosiko RDC mjini Baraka yatoa pongezi kwa tangazo meya wa jiji la Baraka alipokitangaza mwisho wa wiki kukataza boti aina yoyote ile kutoka mjini Uvira na kujielekeza hapa mjini Baraka. Mengi zaidi ndani ya taarifa hii, kwa pia na habari zisemazo kuwa ni lazima wajeshi wa kizalendo kuachana na tabia ya kugeuza mizozo yao ya kikazi na kuifanya kuwa mizozo ya kikabila katika mji wa Baraka na tarafa la Fizi ili kujenga Fizi kuwa kitu kimoja na Kongo yote kuwa kitu kimoja. Hiyo ni mazungumzo yake Lida. Kwa na habari nyingine toka huko mjini Uvira ni kwamba yapata sasa wiki moja, uh, mjini Uvira wazazi wamejibu tangazo la mashirika za kiraia kutokuwa tayari kuwatuma watoto wao shuleni. Mjini humo, licha ya wakuu viongozi wa shule kutangazia wazazi kuweza kuwatuma watoto wao shuleni ili kumaliza mwaka wa 2025 2000 26 mengi zaidi ndani ya taarifa hii. Karibu baada ya muhtasari wa habari. Sasa ni habari kamili. Baraka, shirika la raia la wananchi sosiko RDC yatoa pongezi kwa meya wa jiji la Baraka kwa muda kwa tangazo alichokitangaza mwishowe mwa wiki, kukataza boti zote kutoka mji wa Uvira na kuja hapa mjini Baraka kupitia Ziwa Tanganyika akiwa mbele ya redio yako wana kaku cha kubuta Jojo Ngonda, mratibu wa shirika la raia la wananchi sosiko RDC mjini Baraka, Jumatatu hii ya Januari 2026, alizungumza yafuatayo, na tunamshukuru mama mea wa jiji Mari Mukanja swazi. fatana na kibarua ambapo mea wa jiji la Baraka, ambapo tunamsalimu kwa kupitia maongezi yetu, na tunamshukuru mama mea wa jiji Mari Mukanja swaz kwa yote ambapo lifanya kwa kutosha kibarua kile cha kuinterdire ma accostage kupitia embarcation za maboti kutoka Uvira kufika katika jiji letu la Baraka. Ile ni decision ambapo sisi tulisema ni decision nyiko salitaire, na ndio waongozi wanapaswa kuwa wanafanya mara kwa mara kwa kuepusha eh, mara kwa mara kwa kuingia kwa kupitia wale waraia ambao wana wanauzwa na kwa kupitia njia ambapo ee, ni zinakuwa za panya. Kwa hiyo ni ile ambapo tulimshukuru, na sio hiyo tu, tunasema kwamba ni wakati ile conseil securite watu waliona mbali. Kiongozi huyo wa shirika la raia la wananchi SOSIRDC mjini Baraka aliomba pia kwa wakuu viongozi wa tarafa la Fizi kuweza kuchukulia swala hili kwa kipawa mbele na katika tarafa la Fizi, ni hiyo ambapo tunaomba administrateur aandike kibarua kwa unsu kwa kuinstruire wa chef de secteur pia wa chef de secteur wainstruire wa chef de groupement wa chef de groupement wainstruire wa chef de village kwa kukata boti zote zile ambapo zinatoka katika jiji la Uvira kufika katika tarafa la Fizi, kwa sababu ni hapo wanaweza kupenya na kuingiza adui kwa kuwaza kwamba ni boti ya biashara na ni boti ya, ya, ya, ya watu ambapo tu wanakuwa wana, wanapita ile tunaita wapasager na tunainterpele pia kuwakuu viongozi ambapo wanasimamia ile maasosiasio wa armateur askoat, ikataze mara moja kwa kuakompanye le lettre ya madame maire de la ville iambie wato wa armateur wote wa maboti kwamba ni lazima waache kuwa wanatumika kutosha vitu kutosha Uvira kupeleka katika jiji la Baraka na tarafa la Fizi na kwa kutosha watu Uvira kuwapeleka jiji la Baraka na tarafa la Fizi na kuwapeleka Kalemi mwishowe Bwana cha kubuta jojongonda kiongozi wa shirika la raia la wananchi sosiko RDC aliomba kwa serikali ya jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo pamoja na wakuu viongozi wa jeshi mchini Baraka weza kuingilia pia kati swala hili. Ndipo tuna interpeller serikali yetu pale Kinshasa na tuna interpeller wakuu viongozi wa jeshi 33e region militaire commandant a tuko naye hapa ni kwamba wakamate ma disposition kwa kupitia force navale kusekirize lezo dila Tanganyika ambapo ambapo kuna kuwa ile maambarkation ya maboti katika jiji la Uvira e, kuja katika jiji la Baraka kwenda katika jiji la Kalemie na pia kuja katika tarafa la Fizi. Kwa hiyo inakuwa wasiwasi mkubwa ambapo tunao wakati e, maboti ile inakuwa inapokuja na hakuna e, mtu anaziverifia hakuna mtu anazikontrole na hakuna mtu anaweka security katika maji, inawezi ikatuingizia adui na wakati inatuingizia adui basi ta kwa ni hasara kwa sababu tunabaki na tarafa moja katika provinsi yote ya Sud Kivu, ni tarafa la Fizi na jiji la, la Baraka. Ikiwa sasa ndio umeishika radio unaisikiliza radio sauti ya mwanamke, na hii ni taarifa kamili ya habari ni 99.5 ni kwamba 99 ni lazima wanajeshi wa kizalendo kuachana na tabia za kugeuza mizozo yao ya kikazi kuwa ya kikabila katika mji wa Baraka na tarafa la Fizi, ili kujenga Fizi kuwa kitu kimoja na Kongo yote mzima. Ameyazungumza hayo Jumatatu hii kumi na mbili Januari mwaka huu lider Bunguke Masas Lebon, akiwa kwenye redio yako alizungumza yafuatayo: Jeshi kwa jeshi wakizozana, ile mambo isiwe na rukia kwenye waraia Wabuyu, Wavira, Wajoba, Wabembe, Wafuliru, Wanyindu, sisi wote ni kabila moja ya Wakongomani ambao tunatakiwa kuishi kwa pamoja, na nguvu zetu zitatupatia maendeleo ya kesho. Tuache kukogotana sisi kwa sisi, tuache kuzozana, tujaribu kutia mambo yote kwenye mustari. Mambo ya wajeshi ni ya wajeshi, na raia tunaishi, tuko wainosa, hatupashi kuja kusibira, hatupashi kuja kulipa maprobleme zenye wajeshi walikoro na kwa sababu ni wajeshi wa kabila mbili tofauti, ile mambo inafikia naamiamu wa raia na waraia wanakufa wanaibiwa wanapoteza bure, ile tunaipiga marufuku. Bunguke Masaslebon alipoulizwa, ni matatizo gani haswa ambayo raia wanaweza kukumbana nayo kwa swala hilo, jibu lake ni iyo, mizozano ya wajeshi wa Kishwana wanahamishia ile probleme yao kwenye raia. Kawaida unajua, raia inakuwa kinapata maprobleme zenye abajui vilianzia wapi balidere babaya banaingia mwafer inakuwa kutanisha waraia wetu, inakuwa biashara ya wale walidere wabaya ambao wana mlengo ya maendeleo ya upendo ya umoja. Tribalisme tuitie mbali, division tuitie mbali, tujenge nchi. Ni yetu nchi ni moja. Faiblesse naweza tokea entre kabila ku kabila, inatuletea matatizo nchi nzima. Kwa mwisho, lider Bunguke Masaselebo aliomba kwa wakuu viongozi wa kizalendo kuzidisha mashauri kwa askari wao kuachana Tabia hizo mbovu. Tunaomba viongozi wote wa wazalendo wazidi kushauria wajeshi wale ambao wakikorogana kikazi ya kijeshi wanavurugana wana wanakamata ile probleme wanakuja kuilipishia kuraia teritwari ya Fizi na ile itaturudisha nyuma sana. Tukiendelea vile tuishi kwa pamoja, Wabembe, Wafuliru, Wa nyindu, Wavira, Wajoba, Wabuyu, sisi yote ni kitu kimoja, na kabila zingine ambazo zinaishi kwenye teritwari yetu ya Fizi, tukamatane mikono, inchi ni Kongo na hii Kongo Mungu alituba ki na kila kitu ambacho kiko kwenye udongo ni chetu sisi wa Kongomani kwa pamoja. Ni Radio Sauti ya Wanadamu, na moja kwa moja tujielekeze mji jirani wa Uvira na habari zisemazo kuwa yapata wiki mzima sasa mjini Uvira wazazi wamejibu tangazo za mashirika za kiraia kutokuwa tayari kuanzishwa kwa shule mjini humo licha ya wakuu viongozi wa shule kutangazia wazazi kuweza kuwatuma watoto wao shuleni ili kuweza kumaliza mwaka wa shule wa elfu. Tano, wazazi wengi wamekuwa na woga kutuma watoto wao shuleni mjini Uvira wakati mwezi mzima sasa huu wakiwa chini ya umiliki wa M23 huku walimu wengi na wanafunzi wengi wakiwa kambini mchini Burundi na wengine waliweza kujielekeza ndani ya vijiji mbalimbali mbali tarafani Fizi tangu kutekwa kwa mji huo Disemba kumi mwaka uliopita.

meya makamo wa mji wa Uvira akiwa mchini Burundi ukimbizini baada ya kutekwa kwa mji wake na waasi wa M23 tangu disemba kumi mwaka uliopita, aomba kwa wakuu viongozi wa mitaa mjini humo kuachana na hali ya, kuweza kuachana na hali ya kutumikisha raia kwa kazi za kinguvu au kuwaunga na waasi wa M23 kwa nguvu, akiwa na matumaini ya kurudi mjini humo. Kifara kapenda Kiki, meya, makamo natafuta kupana a particulier message kwa wa chef de quartier wa chef daveni wenye waka unajiunga na awa waasi kwa kuweza kwa ikalisha kwa mkwa anakuwa kwa kuwalibere na wale wa chef daveni, msitumikie wale watu silvuple, msipane raia mwenye hapendi kujadiliana wale kwa kinguvu hapana. Ile kwanza kudanganya watu kwa salongo forse hapana. Njo mesage nilikuwa nayo kwa leo donc kama malgre le wongo verité ho nakuya na verité nje za triomfe. Verité ni ya republikue, na tuko na raisi mwenye kupenda a republikue. Tukue nyuma yake, tujiunge sisi wote seke. Tunapashwa kuwa ndani ya umoja pour la republikue contre l'ennemi, et l'ennemi ni Kagame na wenye wote wako nyuma yake. Na enemi mwengine ni ulo mwenye kwetu savulegisiiusomwashef de quartier wa shef daveni mwenye andaona kama hata weza iyo misio ache alakumforse akue hedaveniuy

alisaliti Kongo na waza kama wanatumikia Kongo, anatumikia njowatumbu zao personnel. nous refusons la colonisation de M23, nous refusons politique de M23. Hatu wataki wafunge tu milango warudie kwenye wanatoka. Tukumbushe kwamba tangu kutekwa kwa mji wa Uvira, meya makamu kifara kapenda kiki aliweza kimbia kambini Burundi, pamoja na raia wake. Nitoe shukrani kwako wewe ambao ulikuwa pamoja nami mwanzo hadi mwisho wa